Lakini sasa hivi mchimbaji akienda na leseni yake akaenda na taarifa za utafiti na akaenda na taarifa za uzalishaji ambazo amewahi kuzalisha kwenye maeneo yake mabenki yetu yaliyoko hapa wanatoa mikopo ambayo kwa kweli inawasaidia kwa kiwango kikubwa sana, na mimi nafarijika kuona jambo hilo lina, lina, lina, linafanyika kwa kiwango kikubwa. kezo ya Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuona kwamba viongozi wa mikoa, viongozi wa wilaya, mpaka ngazi ya chini tunawajibika kuwasaidia wachimbaji wadogo waweze kukopesheka. Moja ya jambo ambayo tunalifanya na Mheshimiwa Rais amelitekeleza hilo ni kuanzisha mradi mkubwa wa kuleta mitambo inayosimamiwa na STAMICO kufanya utafiti, ili iweze kuonyesha kwamba mchimbaji fulani anayetaka kuchimba kwenye eneo lake fulani, akienda kuchimba mara fulani atapata dhahabu kuanzia mita kadhaa, na dhahabu hiyo ina kiwango kiasi kadhaa kwenye, kwenye tani moja, ili iweze kumwezesha sasa kujua kwamba nikichimba hapa nikifika, nikifika mita kadhaa nina uhakika wa kupata dhahabu ambayo nitakwenda sokoni na kuiuza. Ipo mikopo kwa ajili ya kutengeneza illusion, iko mikopo kwa ajili ya kutengeneza planti zao. Kwa hiyo kama benki ya Azania, kwanzia yule mchimbaji wa chini kabisa ambaye yuko kwenye mwalo, tumekuwa tukiwawezesha na tunawawezesha kwa njia mbalimbali, kwa mchimbaji mmoja mmoja, lakini pia wachimbaji walioko katika vikundi, lakini pia wanawake, vijana, yaani makundi yote sasa hivi tunaona yamepanuka, kuna makampuni makubwa ya kibiashara hapa, makampuni makubwa ya uchimbaji, makampuni makubwa ya, u, ya teknolojia ya uchimbaji uh, wakandarasi wa, wa uchimbaji, wafanyabiashara biashara mbalimbali, wanao uh, namna moja nyingine wanaohusiana na mnyororo wa thamani ya uchimbaji na, na biashara madini na kwa hiyo, kwa hivyo kwetu sisi hii ni fursa na tunaendelea kualika wadau wote ambao wanaona fursa hii wasiache kuitumia, mwaka huu na miaka ijayo. Maonyesho yako katikati, haijaisha yatakuwa hapa mpa, mpaka tarehe ishirini e, na nane. Kwa hiyo tunawaalika wadau washiriki, watafute fursa za biashara, kuna, kuna mabenki hapa na kuna hata sisi kampuni ya Geita Gold Mining tuko hapa.